Hadithi fupi: siri za akili. Katika kijiji kidogo cha Nalemuru kulikuwa na msichana aitwaye Amina. Tangu utotoni alihisi tofauti. Alielewa hisia za watu hata kabla hawajasema neno; alipoangalia macho yao alijua walichokuwa wakifikiria. Hii ilimfanya ajihisi kama mzigo, lakini pia ilimpa hamu ya kuelewa akili za binadamu. Siku moja bibi yake alimpa kitabu kikongwe kilichoandikwa nguvu za akili ya binadamu. Kilizungumzia saikolojia, sayansi ya akili na tabia. Aliposoma, aligundua kuwa hisia na fikra za watu zinaweza kueleweka kupitia mifumo ya akili. Amina alijifunza kuhusu utambuzi, jinsi watu wanavyochukua na kuchakata habari na jinsi majeraha ya kihisia yanavyoweza kubadili maisha ya mtu milele. Akiwa na shauku aliamua kufanya majaribio madogo. Alianza kuangalia lugha ya mwili ya watu sokoni. Mama aliyekuwa akishika begi lake kwa nguvu alihofia kitu, kijana aliyekuwa na mikono mfukoni alikuwa na wasiwasi, na muuza duka aliyekuwa akitabasamu lakini macho yake akiwa mazito alihitaji faraja. Lakini siku moja kijiji kilikumbwa na mshtuko. Mzee Musa ambaye alikuwa mpole na mkarimu, alizua vurugu ghafla na kuanza kupiga kelele mtaani. Watu walimwona kama mwenda wazimu, lakini Amina alihisi kuwa kulikuwa na jambo zaidi. Alimfuata kwa utulivu, akimtazama machoni, kisha akasema kwa sauti ya upole, Mzee Musa, kuna kitu unakikumbuka, sivyo? Macho ya mzee huyo yalijaa machozi. Ndiyo, alisema kwa sauti ya chini. Leo ni kumbukumbu kumbu ya siku ambayo nilimpoteza mwanangu kwenye ajali. Watu walishangaa, hawakuwahi kujua sababu ya tabia yake. Kwa mara ya kwanza waliona saikolojia ikifanya kazi, kutambua hisia, kuelewa chanzo cha tabia na kutoa msaada badala ya kuhukumu. Tangu siku hiyo, Amina aliamua kuwa mwanasaikolojia Alijifunza zaidi kuhusu tabia, hisia na mawazo, akitumia maarifa hayo kusaidia watu waliokuwa wakihisi kutoeleweka. Hii ndiyo nguvu ya saikolojia, sio tu sayansi, bali sanaa ya kuelewa mioyo ya watu na imani. Umejifunza kitu kupitia hadithi hii? Nashukuru sana kwa kutazama video hii. Pia usisahau kubonyeza alama ya subscribe na kengele hapo chini. bahi. bahi. Tukutane kwenye video nyingine.